Awali nilikuwa nafanya kazi kwenye benki. Niliacha kazi yangu kuanza kutengeneza chokoleti. Hili swala kwamba raia wa Ivory Coast hawakuwa wanaweza kuzalisha chokoleti. Hapa kwenye vijiji, raia wetu walikuwa wanafanya kilimo tu tuna wakulima milioni mbili na mashirika ya kilimo elfu tatu ila hakukuwa na chokoleti yenye jina la Ivory Coast kwenye maduka ya jumla. Kwa hivyo niliamua kuchukua changamoto hii. Mwanzoni tulikuwa tunatengenezea kampuni kama Air France bidhaa za chokoleti, ila chokoleti ndiyo bidhaa yetu kubwa. Koko ni bidhaa yetu kuu. Nimetoa mafunzo kwa wanawake wengi kwenye vijiji na tunatengeneza chokoleti, na kwa sasa tuna hii chokoleti sasa ambayo inatengenezwa hapa Afrika. Na katika kipindi cha mwezi mmoja tuliuza zaidi ya vipande elfu kumi vya chokoleti, na hiyo ikawa mwanzo wa historia kuu. Abidjan ikiwa na watu milioni tano ni sehemu ambapo tunaweza kuuza vipande milioni moja vya chokoleti kwa mwaka mmoja. Inawezekana kwa sababu watu wanainunua sana. Kwa hivyo ninauza kila kipande cha chokoleti kwa dola moja, na watu wananunua hapa na pia kule Paris nchini Ufaransa na katika nchi nyingine kama Kongo, na watu wanaagiza kwa sababu inauzwa kwa bei nzuri.